Uh, mi kwa jina naitwa Meneja Kandoro, jina halali kabisa ni Masoud Kandoro. Uh, mimi ni meneja wa muziki wa Singeli, lakini pia ni mkurugenzi wa Kandoro Baba Entertainment ambayo ni music label na entertainment agency ambayo imejikita kumanage wasanii wa Singeli na kuwatafutia kazi na masoko wasanii wa Singeli, lakini pia ni mkurugenzi wa kituo cha kukuza na kuendeleza vipaji vya vijana wenye vipaji kutoka mtaani, kwa maana wanaoimba Singeli, wanaocheza, wanaoproduce, umeelewa, na wa aina hiyo pia. Kwa hiyo na ma managers pia na, na nimekuwa nafanya kazi kwa zaidi ya miaka kumi na sasa uh, kwenye upande huu wa Singeli. Uh, kwanza nimepokea matamko ama maamuzi ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Mama Samia Suluhu Hassan kwa kupitia wizara yetu ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, kupitia waziri Profesa Palamagamba Kabudi, ya kusema singeli ni miongoni mwa alama za Tanzania. Kwanza kwangu ilikuwa ni uh, furaha ya ajabu sana, kwa sababu ilikuwa ni kama mtu ambaye umepanda mlima afu umefika kileleni, kwa sababu unajua unapopanda mlima una changamoto nyingi unakutana nazo, lakini unakuwa na maono ambayo unatamani siku moja ukikaa kilele ni watu wote waone wewe ulikuwa unaamini nini. Kwa sisi siku zote kwenye miaka yote huko, binafsi mimi nilikuwa naamini sana kwenye Singeli. Nilikuwa naamini siku moja mziki huu ama saundi hii itakuja kuwa saundi kubwa sana Tanzania, East Africa, Afrika pamoja na dunia kwa ujumla. Lakini kitu ambacho kimenisurprise zaidi ni ule safari yangu nilikuwa najua itakuwa ndefu. Labda hata mimi binafsi nisingeshuhudia katika miaka yangu hii ambayo nimeishi ninge, ningeishi duniani nijua, labda ningechukua hata miaka hamsini au sitini au hivyo au ningekuwa mzee zaidi, lakini kitu ambacho kimenishangaza ni ule uharaka au njia yetu kuwa fupi, kwa maana sikutegemea kuwa wakati huu mwaka elfu mbili na ishirini na tano kwamba singeli itakuwa rasmi na kupea hadhi ya kiasi hichi. Kwa hiyo ndio ilikuwa kwangu, ilikuwa kama uh, surprise. Kwa kwanza, napenda kushukuru kwa sababu kitendo cha waziri kusema, kumbuka, ni profesa profesa, na siku zote hawafanyaji maamuzi bila kufanya tafiti za kutosha. Kwa hiyo najua tafiti zimefanyika na profesa amejiridhisha mpaka amefikia kwenye levo ya kusema kwamba muziki huu uwe alama ya Tanzania, na pia pongezi zaidi kwa serikali yetu ya awamu ya sita, kwa sababu kwa wakati wake ukiacha tamko rasmi la, la, la waziri, lakini matamko mengi yamefanyika kwa viongozi wetu. Nakumbuka tarehe ishirini na tano Mei elfu mbili na ishirini na nne mheshimiwa rais Samia Suluhu Hassan akiwa ameshiriki tamasha la mziki wa mama ambao lilikuwa na msanii wa Harmonize pale Mlimani City alitamka wazi wazi kwamba mziki wa Singeli unakuwa na ni mziki wa jadi na amekuwa anawaona wazungu wakiwa anaenda nje namna ambavyo Singeli ikipigwa wanaicheza huku wakiwa wamepagawa kabisa. Kwa hiyo ilikuwa ni kauli ya Mheshimiwa Rais kwa kipindi hicho. Lakini tumeona mawaziri wetu ukiwa kuanzia kwa Mchengerwa, Pindi Chana wote kwa tofauti tofauti, Ndumbaro kwa kwa awamu yake alishasema kwa alisha Singeli, Katibu Mkuu wetu Gerson Msigwa, naibu wetu waziri Hamisi Mwinjuma MwanaFA, yeye amekuwa tena ndio kipaumbele kuipushi na kuisemea Singeli siku zote. Kwa hiyo serikali ni kama ilikuwa imeji tayari imeanza ku, lakini ukiacha hivyo, hata matumizi ya muziki wetu kwenye shughuli mbalimbali za serikali umeona katika kipindi cha Mama Samia Suluhu Hassan ndio kipindi ambacho Singeli imetumika zaidi kwenye matamasha ama hafla za kiserikali. Kwa hiyo hii yote unaweza kaona namna ambavyo mapenzi ya moja kwa moja kutoka kwa serikali na muziki huu. Kwa hiyo kwetu sisi kama wadau, kwanza tunashukuru Mungu, tunashukuru wale wote ambao wameshiriki kwa namna moja au nyingine kuweka nguvu zao mpaka hapa tulipofika, hususan kwa mtu kama Majizo, ambaye huyu mimi napenda kusema siku zote nampaga pongezi za kipekee sana, kwa sababu yeye, ukiacha kwamba huu muziki ulikuwa on ground huku chini muda mrefu, lakini yeye alipoanzisha kituo, ndio mtu wa kwanza kuamua kuchukua muziki ambao haujawahi kupigwa popote akauchukua akaanza kuupiga na unajua kabisa kwenye kituo cha redio kama kile kuna sheria nyingi kama kutoka TCRA zinazo guide kwamba content zinazoruka kwenda kwenye jamii hmm. Lakini kumbuka content yetu hii haikuwahi kuruka na ilikuwa ni content ambayo watu wengi walikuwa wanasema ina matusi au sio nzuri, lakini yeye yeah, alidedicate aka take risk akaamua kuchukua na kuipiga na mpaka leo imesambaa Tanzania nzima kwa kwa shukrani za kipekee kwanza, kwa moyo wake, lakini riski aliyochukua, kwa sababu aliinvest yani, hela nyingi, lakini aliamua kuchukua content ambayo ingeweza hata kuharibu uwekezaji wake, lakini aliamua kuibeba na kufika hapa alipo. Tuseme ukweli, mimi kama manager, mimi kwanza napenda sana vitu vya nyumbani, hiyo ndo ndo maana imenivutia. Unapenda burudani na napenda vitu vya nyumbani, mimi ni mzalendo kabisa kabisa kabisa. Na kwenye upande wa burudani nilikuwa najiulizaga swali kila siku, sababu mimi nimekuwa kwenye mazingira ya bongo flavor zaidi na mziki wa dance, lakini siku zote sikuwahi kuridhika kwa aina hii ya miziki kuwa kama sehemu ya miziki yetu. Nilikuwa napenda zaidi miziki ya kinyumbani zaidi, yaani ukiacha miziki ya kikabila ilikuwa labda kwenye mchiriku. Lakini siku zote nilikuwa najiuliza, tunawezaje kupata sound ambayo inaweza kutu represent sisi kama Watanzania? Kwa hiyo ndio ilikuwa kiu yangu mpaka nikaanza kufika kwenye Singeli kwa hiyo kiu yangu ndio imenifanya mpaka nimekuja kwenye singeli. Lakini niliamini baada ya ku, ku discover hii sound, nilijua hii sound inaweza katufikisha mbali, ila kitu ambacho kilikuwa sikiamini ni muda, kwamba nilijua itachukua muda mrefu mno mno, hata zaidi ya miaka 50. Yani hicho ndicho nilichokuwa naamini, lakini to be honest, nilijua itafika mbali. Kwa hiyo kilichonisurprise ni kwamba muda ulikuwa umekuwa mfupi, labda ni kwa sababu ya mapokeo na sababu ya mikakati mbalimbali ambayo tulikuwa tumeiweka, na pia kuwa wasikilizaji wazuri ya yale mambo ambao watu walikuwa wanasema hayawapendezi kwenye muziki wetu. Tulikuwa tunafanyia kazi kwa sababu nakumbuka wakati tunaupeleka huu muziki kwa jamii, kwa maana kupitia redio na nini, tulikuwa tuna edit sisi nyimbo kutoka yani, tunakaa tuna edit maneno kwenye nyimbo ambayo tayari imerekodiwa kwa maana ili yapate nafasi ya ku, ule wimbo uende kwenye redio kwa ilikuwa kama tumeanzisha ka music department hivi fulani, tumekuwa ma editor yani kifupi, kwa sababu kumbuka, Singeli imetoka mtaani na ilikuwa naimbwa mtaani na wasanii walikuwa ni kama hawana mipaka wakati wanaimba zile nyimbo, lakini unapokuja kwenye vyombo maalum, vyombo mahususi kama radio au TV, lazima kuwe kuna namna ambavyo ya hiyo mipaka hiyo sanaa yako, kwa sababu jamii zimetofautiana na muda umetofautiana kwao. Sisi tulikuwa tumetake hiyo initiative ya kuwa ma-editor. Hii yote ni kwa sababu tulikuwa tunapokea yale yani, maneno watu walikuwa nasema kwamba mziki uko hivi, fanyeni hivi, basi tulikuwa tunafanya. Nadhani hiyo pia imechangia safari yetu kuwa fupi na yenye mafanikio zaidi. Mimi kwanza, si niliamini Singeli itatutoa kwa sababu ya msukumo mmoja, wa kwanza ni passion yangu kwenye sanaa. Mimi na passion ya hali ya juu sana kwenye sanaa. Na hasa sanaa ya mziki. Napenda sana mziki katika kiwango ambacho ndio first love yangu. Yaani ndo kitu cha kwanza nachokipenda kabla ya mengine yoyote, lakini pia huwa mimi napenda kuchange vitu, napenda kuona vitu vinatokea ambavyo havikuwepo au kuleta vitu vipya kwenye jamii yangu, au kuona kuna gap, natamani kulifill ile gap, kwa sababu hiyo ndio kitu ambacho mimi. Kwa mimi niliona gap hilo kwenye sanaa, kwenye upande wa mziki. Kwanza nigundua kwamba hatuna mziki wetu hasa wa kizazi kipya, kwa sababu ma, mziki yetu ya kabila ipo, lakini ilikuwa imechukua hisia za watu wazima zaidi, sio vijana. Kwa hiyo nilikuwa naangalia kitu gani kwenye muziki kitakuwa cha vijana, lakini itakuwa ni cha kwetu, ili tukitoka nje ya mipaka yetu itakuwa ni sura zetu zinaonekana. Kwa mapenzi yangu kwenye muziki, ndio kitu ambacho kimenisukuma, na nilishasema kwamba mimi niko tayari kupoteza chochote unachokijua kwa ajili ya kuhakikisha ndoto yangu hii inatimia, kuona siku moja, hapa tulipo leo, umetambuliwa kama ndani ya Tanzania, lakini mimi ndoto yangu siku moja ni kukaa kwenye Grammy Awards, kukaa kwenye BT Awards Yani, tunapewa tuzo au mziki huu unapigwa kwenye matamasha ama kwenye maplak, kwenye global platform ambazo dunia ndio ilipo. Hiyo ndio ndoto yangu ambayo natamani ku, kuiona siku. Kwanza natarajia mabadiliko ya hali ya juu kwenye upande wetu wa singeli, kuanzia kwenye kila eneo, hasa nikianza na mdau namba moja ambaye ni msanii. Baada ya serikali kuirasimisha, tafsiri yake ni kwamba sisi wote tunaenda kuwa rasmi. Maana yake urasmi, sasa urasmi maana yake ni kanuni, taratibu na umakini. Kwa maana wasanii wetu kwanza sasa wanabidi, kwanza wabebe hilo jukumu la kuwa makini, pia wabebe jukumu la kufata kanuni na taratibu. Maana yangu ni nini? Kwanza msanii sasa hivi asifanye mziki kama hobi. Asifanye mziki tu kama burudani, afanye mziki kama biashara, afanye mziki kama kitu ambacho kitaenda kubadilisha maisha yake yeye familia na jamii yetu kwa ujumla. Sasa ili iwe hivyo maana yake nini? Kwanza lazima awe rasmi iwe rasmi maana yake nini? Wajisajili kwenye mamlaka husika ambeni BASATA. Kwa wasanii wetu kwanza, wawe rasmi, wawe wasanii ambao wana vyeti vyao kutoka BASATA, lakini pia wale ambao wanafanya biashara katika lengo la juu zaidi wajirasimishe, wajirasimishe kama kujifungulia kama business entity kwenye umbrella, lakini pia wahakikishe ni walipa kodi wazuri kwa sababu hivyo ndio vitu ambavyo vitachagiza serikali waendelee kufanya maamuzi makubwa zaidi, kwa sababu serikali itapoona, itapoona sekta hii inaingiza vipato na inasaidia ukuaji wa uchumi na ajira kwa vijana, wataweka mikakati mingi zaidi ya kufanya hii huu mziki wa Singeli uende mbali. Lakini pili, wadau ambao ni kama wawekezaji ukiacha sisi ambao ni mameneja mwanzoni watu wengi walikuwa wanapata uoga wa kuwekeza kwenye singeli, kwa sababu ilikuwa haieleweki na haiko rasmi. Sasa serikali imeshairasmisha, kwa maana yake hii ni kama bidhaa nyingine ama huduma nyingine zozote ambazo ziko rasmi, ni kama mtu anaenda kuchimba madini kwao. Tunaomba wito kwa wawekezaji sasa hivi wanaweza kuwa na amani ya moja kwa moja ya kuwekeza kwenye mziki wa singeli, kwa sababu ni mziki ambao unatambulika na wanachokifanya kitakuwa kinatambulika. Kwa wawekezaji waje kwa wingi, wakuze hii sanaa kwa sababu naamini itabadilisha maisha ya wengi. Lakini cha mwisho labda ni sisi players wengine, ma DJ ma manager ma producers, umeelewa, na music professionals, kwa sababu muziki wetu hauna wataalamu ambao ni rasmi. Nazungumza, nikizungumza wataalamu nazungumza wataalamu katika muktadha mzima wa biashara, watu wa masoko, watu wa fedha, umeelewa, wana sheria, umeelewa, tunahitaji hawa watu music expert kwa watu wa vocals, wa watu wa vipiga vyombo, sasa ndo wakati wao wa kujipambanua na kujionyesha umeelewa, na wale wataalamu wetu ambao nadhani wamepata mafunzo kwenye vyuo vyetu kama TASUBA, sasa ndo wakati wao wa kutu wa kushea ile skills yao na walimu wetu ambao wanatufundisha kwenye vitengo mbalimbali kwenye vyuo vikuu, na kingine hata wataalamu ambao wanaandika maandiko academicians wale waandike sasa maandiko kuhusu muziki ili uweze kuwa kupata nguvu zaidi na thamani zaidi kwenye majukwaa makuu ya kimataifa. Kwanza mimi watu ambao labda wana mitazamo hasi baada ya serikali kurasimisha muziki wa Singeli na kusema ndio alama ya Tanzania, kwanza naomba kwanza wao, sisi wote ni Watanzania, kwanza wawe wazalendo kwa sababu huu muziki haujatokea nchi nyingine yoyote, umetokea ndani yetu sisi. Na siku zote maboresho yanahitajika kwenye jambo lolote, na ndio maana leo tunaona miradi mingi inaendelea kuboreshwa tu ili iendelee kukidhi mahitaji ya watu. Na kwanza wawe wazalendo, pili watafute habari sahihi, wafanye tafiti, kwa sababu kuna watu wanasema huu mziki ni wa pwani tu. Of course, kila kitu lazima kuwa kina chanzo chake. Hatuwezi watu wote yani mziki wa Tanzania uweze kutokea kila sehemu lazima utatokea eneo fulani cha msingi. Je, umetokea eneo letu la Tanzania? Inawezekana ni Mwanza, Arusha, lakini ni Tanzania, sio? Kwa hiyo sio mantiki au sio hoja, na hoja ni kwamba wapate taarifa muhimu, lakini pia wagundue kwamba tunapozungumzia mziki tunazungumzia context ya mziki. Unajua kuna mtu ananiambia mziki huu una matusi. Mziki hauna matusi, mwanamuziki ndo analeta ana, ana, ana matusi kwa sababu mziki ni mdundo wenyewe. Mdundo wetu wa Singeli una shida? Kila mtu anakubali kwamba mdundo wetu wa Singeli hauna shida, yani mdundo bila kuongezea kitu kwa maana ya content. Inawezekana shida ya wafanya mziki sasa, ambapo hiyo sasa ni sehemu ya elimu, kwa sababu sisi wote ni walezi wa vijana wetu, sisi wote ni wa Tanzania tunaleana kwa hawa. Watu wetu wanahitaji mafunzo, wanahitaji kuelimishwa namna gani, vitu gani waimbe na ukienda hadi kwenye nyimbo nyingi za makabila nyingine ukiziangalia, unakuta kuna kasoro kwa maana ya kimaneno au maneno yaliyotumika ambayo yanaonyesha kwa namna moja au nyingine, yanaleta yanaleta mkanganyiko kwenye jamii. Kwa hiyo ishu ni kwamba wafanya mziki ndio wanatakiwa waelimishwe, mziki wenyewe hauna shida, sababu mziki ni mdundo tu. Kwenye upande wa mziki wa Singeli kama nilivyosema, ni kwamba mziki wa Singeli wenyewe binafsi ni mzuri kimdundo lakini pia tumeshuhudia miziki mingi ambayo iko Tanzania hapa na nadhani Basata atakuwa ni mashahidi. Miziki mingi ya dance ama bongo flavor nini imeshafungiwa kwa sababu ya ya kuwa na matusi ndani yake, so kwa na ukiangalia hata historical background ya Singeli nadhani ni wakati mmoja tu muziki ma, wa Manifongo ndio ulipata shida ile inaga ushemeji, lakini baada ya hapo miziki mingi ya Singeli iliyotoka haikupata shida na Basata. Lakini kuhusu matusi tumewashuhudia sisi wenyewe, ni mashuhuda wazuri tu kwamba kuna miziki mingi mingine ambayo hatujawahi kuona watu wakisema hii ina matusi hii na nini, lakini hiyo ni kuonyesha kwamba bado tuko kwenye njia salama zaidi na tuko kwenye njia ya kujenga. Tuendelee kujenga, wote ni wajenzi wa taifa hili, kwa kila mtu kwa nafasi yake aendelee kujenga ili tufike na tusimamishe Tanzania, na Tanzania ni moja na wote ni Watanzania. Lakini pia sifa nyingine ambayo nataka kuwapa, kwa nini Singeli ni mziki wetu wa Tanzania, wanaofanya mziki wa Singeli sio wa kabila moja. Sijui kama watu wamegundua. Msaga Zumu anatokea Kusini, Manifongo anatokea Tanga sio, unanielewa? So, kuna Sholo Mwamba anatokea Pwani sio, unanielewa? Je Komba na mluguru wa Morogoro. Kwa unaweza kuona Singeli ndio mziki ambao unatukutanisha kimakabila yetu yote, kwa sababu sisi kimsingi kila mtu ana kabila lake na naamini na hata wewe sasa hivi, mimi hapa ni Mmanyema ni nikiona mziki wa Kigogo unapigwa naweza sipate kitu moja kwa moja kama Mgogo mwenyewe si ndio? Lakini mziki wa singeli umekata cross, mchukue Mgogo mpigie singeli atapata vibe. nenda kwa Mruguru mpigie singeli. Kwa hiyo singeli imekuwa sasa ndo kama the voice of the old tribe of Tanzania. Kwa hiyo ndo muungano wetu kama wa Tanzania. Kwa hiyo mi nadhani wale ambao wana hizo hayo mashaka kwanza wa mashaka yaondoe, halafu mbaya zaidi, sisi we are very positive, nia yetu ni njema wajia, vijana wetu inawasaidia wanapata ajira, tumegundua aina saundi mpya. Na kingine, dunia inaendelea, inawezekana. Leo tuna singeli, baada ya miaka kumi ishirini ikaja saundi nyingine, kwa leo kama tumeona mapiano. Msingi wa mapiano ni kwai tu, lakini leo tuna mapiano South Africa, si ndio? Kwa the same to, leo imekuwa singeli kama ndo mziki huu inawezekana baadaye likajizalisha zao jingine kutokea kwenye singeli au kutokea kwenye mziki mwingine wote ukawa ni mziki wetu tena wa Tanzania. Kwa so, tuzidi kuwa matajiri wa mziki. Kwanza watu wanatakiwa kujua kitu kimoja, huu mziki wetu umetoka mtaani ama uswahilini. Na uswahilini ujue kuna namna yetu ya kuelimisha. Watu wengi wanachanganyaga. Na nataka nikupe tu mfano. Kuna wakati ukiwa mdogo mama anakwambiaje, "Kacheze, Yaani anakwambia kacheze tu. Maana yake anakwambia usicheze. Sio, mnaelewa? Yaani kuna namna anakwambia kacheze, kwa sababu anakwambia kila siku anakwambia hiyo michezo mibaya utavunjika mkono au nini? Anakwambia sasa nenda kacheze. Sasa unakuta na muziki kwa sababu muziki wetu ume, umetengenezwa kwenye contest hiyo. Mtu anakwambia kwa mfano kadange alafu kienda huko, rudi na hela, rudi na ukimu. Tafsiri yake anakwambia usiende ukadange, kwa sababu ukienda utarudi na ukimu. Kwa that's a way of communication pia na kila aina ya muziki una namna yake unavyo communicate. Kwa muziki wetu wa Singeli unaweza kwa, unasema kitu ambacho unaweza kuona negative, kumbe wenyewe wanataka, wanamaanisha positive kwamba fanya, alafu utakuja utakuja kuona madhara yake. Umeelewa? Lakini pia kuna nyimbo tu nyingi ambazo kwa, in fact muziki wa Singeli umekuwa na jumbe nzuri sana. Kwa mfano kuna nyimbo ya barobaro ya mama imekuwa very one of the best song ya muda wote ye yeah, combat ameimba wivu wa mapenzi mzuri, unasikiliza na mtu yoyote ambaye unaweza kukaa naye ukasikiliza, yani ukasikiliza mpaka mwenyewe ukasema ah, i see mbona hii nyimbo ni nzuri sana. Unaelewa, kuna nyimbo kwa mfano nyimbo kama mtu kama Msagasumu, katika mmoja wa wasanii ambao ni wa mwanzo na wanapendwa na rika la kuanzia wakina mama kwenda juu ni Msagasumu, kutokana na jumbe zake. Ana nyimbo nzuri ambazo zina zinafundisha wa moto. Ana nyimbo inaitwa mwanamke pambe Yani, mwanamke anavyoshughulika kwenye shughuli zake na wanajaribu kumtia moyo mwanamke ambaye anapambana, mwanamke mpambanaji kwao. Tunavyozungumza jumbe kwenye muziki wa Singeli ziko nyingi mno, ziko nyingi mno. Umeelewa? Kuna nyimbo ya Sholo Mwamba na Profesa Jay kazi kazi inahamasisha ina, ina, ina, ina, ina watu wafanye kazi. Kwa tunavyosema jumbe kwenye mziki wa Singeli zipo jumbe ambazo they are very wonderful na zimebadilisha maisha ya watu wengi. Kuna nyimbo ilikuwa inaitwa ya Dogoniga nadhani inaitwa Panyo, yani maana yake usiwe mwizi. Simeelewa? Kuna nyimbo ya Msisudi inaitwa Mwanangu Soma. Kwa hizo yani hizo yani unaweza kaona, yani kuna nyimbo nyingi ambazo zinaelimisha. Kuna nyimbo ya Dulla Makabila inaitwa Makabila ambayo nimempa jina, akijaribu kueleza sifa za makabila tofauti tofauti kwamba ukitaka kuoa kabila gani linaweza kafaa zaidi kuoa. Kwa unaweza ukaona kuna una nyimbo nyingi nzuri za kuelimisha. Mamu ya imejakunta ni, ni nyimbo ya mapenzi lakini inaonyesha namna ambavyo anaelezea mke ambaye anataka kumuoa. Kwa kifupi, kwenye Singeli pia kuna jumbe na sisi ni watu wa jumbe, kwa sababu tunaeleza maisha yetu halisi ya mtaani na namna ambavyo tunaishi. Na nyimbo nyingine zipo za viongozi, kuna nyimbo ya nadhani ya Msagasumu inaitwa Katibu Mwenezi, anajaribu kumueleza kiongozi katika taifa vitu gani anatakiwa kufanya kwayo. Ziko jumbe nyingi sana kabisa.